Um, leo tunaenda kuzungumzia ishu ya, ya, ya vizazi, generations. Unajua sisi, sisi wengine tunasema tumetoka kwenye kizazi cha, cha, cha millennials maanake ina, inamaanisha kwamba tumezaliwa kipindi fulani miaka fulani na vizazi hivi viko, viko tofauti tofauti. Kuna millennials kuna, kuna kizazi cha boomers ambao ni hao kidogo walikuwa nyuma ambao wamezaliwa kidogo hapo nyuma zaidi ni watu ambao sasa hivi tunasema ni wastaafu wengi wao, kundo kukuja na vizazi hivi, hii ni utaratibu ulianzishwa tu, walioanzisha maikano kwa na name, yani hivi vizazi wanavipa majina. Kwa hiyo, si tukapewa millennials, watu ambao ndo e, umri wangu na, na, na wengine ambao kidogo ni um, wadogo kwangu, au wakubwa kwangu kidogo, alafu sasa kumekuja vimekuja vizazi vipya hivi ambavyo sasa ndo vizazi vipya sasa ndo kuna Gen Z au kuna Gen Alpha. Sasa Gen Z ni wakina nani? Hii, moja kwa sababu leo wakaibadilisha Afrika kwa sababu nataka tufocus sana kwenye Afrika jinsi gani wanaweza waka, waka, waka kizazi chao kinaweza kikabadilisha um, ile, ile Afrika kama ambavyo tunaijua, unaona. Gen Z, ni watu ambao wamezaliwa hapo katikati ya mwaka tisini hadi kwenye yani, elfu mbili na kumi fulani hivi hadi elfu mbili na kumi na tatu hapo, yani ndo kizazi cha Gen Z na kizazi cha Gen Z wengi wao sasa hivi ukiangalia umri wao ni kati ya hiyo kati ya miaka kumi na mbili hivi hadi ishirini na nane fulani hivi ndo ndo kizazi cha Gen Z. Sasa kizazi hiki cha Gen Z. Sasa, kizazi Eh, kuna watu wanasema kwamba hiki ni kizazi cha wavivu unajua, kwa sababu watu wanasema kwamba hawa jenzi tu ni watu fani, wavivu wafanyi kazi. Kwa mfano kuna wengine wanasema hawa jenzi ni watu ambao hawana nidhamu sijui nini, hawana heshima au nini nini. Wengine wanawachukulia jenzi kama ni watu wale, yani ni watu vijana ambao wanapenda mtandao, yani wenyewe maisha yao yako online, umeona lakini kuna wengine ambao wanavozungumzia wana, wa wanazungumzia kama ni watu ambao sasa watakuja kuibadilisha Afrika yani mazima unaona, yani ile Afrika ambavyo tulikuwa tunaijua itabadilika mazima. Je, ni kweli kwamba hichi hichi kizazi kitabadilisha Afrika? Sasa kabla ya kuzungumzia hapo, nijizungumzie sisi millennials, kwa sababu uh, mi binafsi naona millennials kilikuwa ni kizazi fulani hivi ambacho ni very disappointing, kwa maana kwamba vipi kwamba yani yale mabadiliko makubwa hatujafanya watu. Watu wa millennials yani, watu wa millennials tulikuwa ni yani, ni kizazi ambacho kilikuwa watu watiifu, yani watu fulani ambao wakiambiwa fanya hivi wanafanya. Yani ni, ni watu ambao tulikuwa tuko tu focus, unataka ufanye hivi usome shule utoke ukitoke shule ufanye hivi. Yani yani maisha fulani tulikuwa tunaishi maisha fulani linear, yani tumetoka tu, uh, hakuna mabadiliko makubwa ambayo kizazi cha cha millennials mimi naona kimefanya na na na pia kuna wakati hadi unaona kwamba millennials ni kama vile ilikuwa ni mwendelezo wa vizazi vilivyopita, sema tu kidogo kulikuwa na, na na teknolojia kidogo, zaidi, labda uelewa zaidi wa teknolojia kidogo na ukisasa fulani, lakini kwa asilimia kubwa ukiangalia, kwa mfano issue za kwa Afrika issue za rushwa au issue za nini, yaani ni watu fulani millennials, sisi ni watu fulani ambao tumekuja tumemerge kwenye zile ile mitandao ambayo ilikuwa inaturudisha nyuma na katika kumeji katika ile mitandao sasa, kwa sababu tulikuwa tuko kidogo na, na kijinolojia na kiujanja fulani, basi umekuwa ndo hatari zaidi, kwa sababu tumekuwa sasa ndo tunajua namna ya ku, ya kuichakachua system. Kwa millennials, mimi naona kama ni watu ambao, yani ambao kiujumla tuna faida yake, kwa sababu ndo, ndo, ndo, ndo chimbuko la hawa Gen Z, lakini pia tuna sala zake, kwa sababu tumeichelewesha Afrika. Umeona, hiyo ni, hiyo ni mawazo yangu. <coughs> Na, na hawa Gen Z au Gen Alpha ni kama vile wanavyokuja ni kama vile wamekuja kufanya mabadiliko fulani hivi. Ambayo, tutake, tusitake, inaonekana hayo mabadiliko yanakuja na yanakuwa yanaonekana Afrika nzima umeona sasa. Kila kizazi, ki, ki ujumla ukiangalia, kila kizazi kimekuwa kina kina sifa zake, lakini Gen Z wamekuwa na sifa za kipekee hivi, unaona, tumekuwa tunazungumzia sana, kwa sababu hao Gen Z ni wale watu ambao wamekulia, yani maisha yao kulikuwa tayari kuna simu za mkononi umeona katika maisha yao tayari kulikuwa na internet. Kwa hiyo yani, ni kwamba walikuwa tunasema kama vile dunia iliko imekuwa mkononi kwao. Kwa hiyo wamekuwa wako connected, wana wanaelewa kila kitu kinachoendelea duniani kote. Vizazi vilivyopita kidogo vilikosa hiyo kitu. Eh, millennials ndio walikuwa wanaanza walianzaanza kidogo kuwa connected, lakini Gen Z wamekuwa connected toka wanazaliwa. Kwa sababu millennials sisi ilitukuta wakati tuko teenager na nini na nini, ndo mambo ya internet yanakuja na vitu kama hivyo, umeona kwao wamezaliwa uh, wakati teknolojia ipo na, na hawajui yani, wenyewe jenzia ya hawajui maisha yalikuwaje kabla ya kuwepo teknolojia, kabla ya kuwepo internet, kabla ya kuwepo smartphone hawaelewi. Na hata sometimes ukiongea na wajenzi, kwa sababu mtoto wangu mi wa kwanza ni jenzi, tunasema ni yule wa mwishomwisho katika jenzi, nikimwambiaga tu kwamba bana, mi nimekuwa bila YouTube yani ilo jicho ambalo ananiangalia, yaani haelewi kwamba unawezaje ukakua maisha yako yanakuaje bila YouTube, umeona no. Kwao ni kwamba kama hivyo, wengine unaweza ukaambia, unaweza, unaweza kwamba bila TikTok, bila nini, hawezi akakuelewa, kwa sababu wao ni kama ni sehemu kubwa ya maisha yao, unaona, kwao tofauti na vizazi vya zamani. Hawa hawa watu ni kwamba hawa jenzi ni watu fulani ambao yani hawa hawa hawasubiri uwaruhusu kuzungumza. Tofauti na milenio, milenio tulikuwa tuko na adabu adabu fulani yani kabla ya kuzungumza unaomba ruhusa kwamba ninaweza nikazungumza. Kwa mfano ukiwa na watu ambao ni wakubwa kwako, walikuwa wanasubiri yani mpaka wakuruhusu, wakupe ruhusa ya kuzungumza. Hawa jenzi wenyewe wanazungumza mawazo yao. Wakiwa na kitu cha kuhoji wanahoji. Hawa hawa hawa rembi yani umeona kama wana swala la kuuliza wana, wanauliza na na hata iwe iwe ni viongozi au iwe ni watu wazima katika familia au nini wao kama kuna kitu kiko ndani yao wanakielezea unaona na na ni hawa hawa jenzini watu ambao wapendi zile kauli ambazo sisi milenio tumekuwa nazo unajua tulivyofanya zamani yani wazazi wetu walikuwa na wanataka kuturudisha nyuma kutufanya zamani afu wanataka na wewe ufanye kama ambavyo, eh, walifanya zamani umeona lakini jenzi wenyewe ni kwamba yani wanataka wafanye maisha yao sasa hivi yani, vile ambavyo wanaona em, yanaendana, na, na, na, na, na, na, na dira yao au kitu kitu wanachotaka kufanya. Kwa hiyo yani hawana muda wa kumbwela, hawana muda wa kupoteza. Lakini u, pia tena unaweza ukajikuta kwamba kuna katika hii ukajiuliza swali kwamba je, huu ujasiri wao haya ujasiri na na hii kujiuliza na nini na nini um, kunaweza kukatranslate au kunaweza kukaleta mabadiliko umeona. Um, katika jamii wanazoishi kwa asilimia kubwa au, au ndo ile kitu ambayo tunasema kwa Afrika itakuja kuonekana tu ni kwamba hawa wadogo hawana heshima au wanadharau au wana nini. Um, na hapo ndo tutaenda sasa kujibu kwenye hii kwenye hii um, podcast, kwa sababu kwa sababu kiukweli vitu vyote vile vinaweza vika, vikaendana lakini, inategemeana na nani, um, anaangalia kitu gani? Umeona? jenzi wana mtazamo mpya katika hii dunia, hiyo lazima ukubaliane nayo. Umeona? hawapendi mipaka ile kama ambao tulikuwa sisi, tulikuwa na mipaka mipaka ile ya kikabila, mipaka mipaka ya kidini, mipaka mipaka ya kisiasa. Ukiangalia e, kwa jenzi wenyewe wanavyochukulia, yani mtu ni mtu unaona? Yani muhimu kwa ni kwamba ile character alionayo ni sio sio uko unaotokea. Yaani ukiwakutanisha jenzi wawili hautaona kwamba kuna ile kufikiria wanatokea sijui huyu sijui anatokea Msukuma sijui anatokea Mnyakyusa au nini? Yani wana wana namna fulani hivi ya ku, ya kulinki na ku, na kuongea. Mimi nilikuepo nilikuepo Tanzania juzi kati hapa, tulikuwa tuna harusi ya ya, ya, ya ya, mtoto wa, bro wangu, kwa hiyo kuna walikutana jenzi ambao, yani tuseme, katika familia wale vijana ambao wamezaliwa kipindi hicho, group zima hivi na, na ni watu wametoka sehemu mbalimbali duniani na wana tamaduni tofauti tofauti walizo walizokuwa nazo, lakini mimi nilikuwa nawaangalia na, na jaribu kuwaangalia yani, ukiangalia jinsi wanavyodress wanadress sawa, aina za muziki wanazosikiliza ni sawa, watu wanaofatilia ni wale wale, yani kuna ile gap flani ambayo ilikuwepo ya kiutamaduni ambayo sisi tumekuwa nayo hawa hawana. Yani zamani ilikuwa ni kwamba ukimweka Mtanzania ukamweka Mmarekani hapo ukamweka msijui tuna prefer kufanya na vitu kama hivyo vilikuwa viko tofauti, lakini ukiangalia kwa wao Gen Z dunia nzima e, wa Gen Z wana, wana, wanaamini katika kujitengenezea njia yao, hawana wengi wao unakuta wanajituma toka wako wadogo, yani wanajitengenezea njia awangoja, ile ile kungoja kama eti sijui mtu angoje sijui ajira, kama vile fomo. Unajua sisi e, milenio tulikuwa tuko tuko tu sasa wa Afrika, yani unasubiri mpaka upewe, yani upelekwe na mtu aku, akuunganishe kazi. Unaona sisi tulikuwa kama nepo babies fulani, lakini wenyewe wanajitengenezea ajira, wako fast kama umegundua utagundua uh, Afrika yani wako wengi mara anaendesha pikipiki mara anaendesha bajaji hangoji yani, yani hawanaga ile ya kungoja kufuata ile traditional routes, ambazo ambazo sisi tulikuwa tunafuata. Huyu anafanya hivi mara anauza simu anafanya yani, wana wanawahi wana sana kujitengenezea njia uh, zao za, kunani, li, za, za za kutengeneza hela wako, wako ambao labda achana na hawa labda wa pikipiki sio boda boda sio nini, wako hata wao. Ukienda katika view wa Gen Z yani, sisi wakati tuko millennials, wakati tuko view, sio wa kipindi hicho sio, yani tulikuwa tu tuko doro yani, hatuna lolote yani, unaenda chuo unasoma, hamna chochote unachofanya baada hapo, yani wachache sana walikuwa na ile labda anafanya ki side hustle sio, anauza sio, hichi anafanya hivi, lakini wengi tulikuwa tu tumeshalidhika na ile unapewa hela mkopo sio nini, yani basi unakaa unasoma unabweteka hadi unasepa lakini sasa hivi ukiona jenzi unakuta, yani wako hata walioko chuo wanafanya nini? wana, wana, wana, wanafanya biashara online wanauza sui vitu, anaona wanafanya freelancing nini, wanaanzisha biashara ndogo ndogo, yani wako busy, yani tofauti kabisa na, na vizazi vingine, wanafanya mambo mengi. Na ukiangalia mambo mengi wanayofanya ni kupitia simu, umeona, kuliko kupitia watu wa, wa, una, unaweza kuta, wanafanya kazi nyingi kupitia simu kuliko hata watu ambao wanafanya ofisini kwa wiki nzima, yani hawa unakuta yuko anaenda anaenda chuo anasoma anafanya nini, na akitoka tena hapo, anaenda na, na deliver biashara yake, anaenda na negotiate, sio nini, kuna watu wengine anaenda anaendesha Uber, umeona hivi. Ni vitu ambavyo sisi eh, millennials tulikuwa, tuna, tuna mbwela, tulikuwa hatupo katika hiyo macho. Kwa hiyo hawa ndio Gen Z, yani in a nutshell eh, ukitaka kuelezea kwa ile jinsi wanavyo, wanavyo, wanavyojiendesha sasa. Lakini kuna changamoto moja lazima, lazima pia changamoto tuziangalie, unaona Am um, kwa jenzi kuna changamoto moja ile ya kutaka matokeo ya haraka haraka, yani maf mafanikio ya instant, na kwa sababu wanaishi maisha ya mtandaoni kuna kulinganishana sana, yani ile ya kuona mwenzangu yuko hivi amevaa si Gucci si nini nini, kunaokuta na wenyewe ile kuna ile mbio za kutaka kuonekana naye amevaa Gucci, mara amenua fake Gucci, amefanya ya nini ivo, yani yani kuna kuna ile kutaka matokeo ya haraka haraka, kutaka kufanikiwa haraka haraka umeona Yani, kama mtu anafanya kitu yani anataka matokeo ndani ya wiki mbili wiki tatu, asipoona matokeo ndani ya wiki mbili wiki tatu anaona miyusho, unakuta wako quick kumove kwenye kitu kingine, umeona, au kukata tamaa, umeona. Kwa ndo ndo ndo, huo ndo ugonjwa tuseme, ni changamoto ambayo ipo kwa Gen Z, kwa sababu kwamba ni kizazi chenye haraka haraka, ambapo kwamba sasa muda mwingine inakuwa ile hauangalii picha ile kubwa ya kwamba unaweza ukachelewa alafu ukasucceed zaidi kuliko kuharakisha na ukasucceed kidogo. Hiyo ndo kitu, kitu pekee. Lakini pia katika kuongelea tunaweza tukazungumzia kwa wajinzina bitu elewe. Tuzungumzie kitu cha uelewa na ukomavu wao, kifikra kwa sababu obviously wao ni ni generation ambayo umri wao kidogo kwa kidogo, kwa hiyo hatuwezi tukakataa kwamba kuna, kuna ukomavu fulani hivi ambao unatokana na umri yani regardless hata kama uko generation gani generation gani kuna ukitoka umri fulani kwenda umri fulani kuna namna fulani unaona vitu tofauti na ambavyo ulikuwa unaona labda ambavyo ulikuwa na umri wa nyuma kidogo. Umeona sasa hawa Gen Z, hawa Gen Z wenye uelewa wao na ukomavu wao wa fikra, tukiuzungumzia tunaozungumzia vipi sasa. Katika hii tuzungumzie kitu kizuri kwanza, kwamba kuna kitu kimoja kizuri uh, kwa Gen Z, uh, ni kwamba wanajua kutafuta taarifa, yani wako informed. Gen Z wengi akipata tatizo au akipata changamoto umeona au akipata kitu ambacho anatakiwa atafute uelewa, wana, wana wa, wanaweza sana kuingia katika hizi online au nani kutafuta ile information wanayotafuta kwa sababu wana uelewa, hawa jenzi wana uelewa mkubwa kuliko kuhusu dunia kuliko vizazi vingine vya nyuma, umeona. Na hii inafanya kwamba sasa waende wa, wanaenda kuangalia nchi zingine wanavyofanya, wanajua haki zao kwa sababu wanajua kwamba mbona nchi zingine wana, wana haki zao hivi, mbona sisi hatuko hivi. wanajua mienendo ya kisiasa ya nchi zingine, kwa hiyo ina maana kwamba inakuwa ni rahisi kuona kama mwenendo wa kisiasa wa nyumbani kidogo hauko vizuri, kwa hiyo wanakuwa wana question vitu kama hivyo. Wanajua mazingira ya, ya, ya nchi zingine, wanajua kwamba ni vitu gani vinawezekana. Kwa mfano tunaweza tukasema labda kwamba ni vitu gani wazazi wao wanaweza kawawezesha, vitu gani ambavyo wao wanaweza wakafanya, ni vitu gani ambavyo serikali zao zinaweza zikawawezesha kwao ina maana kwamba wakikuta hivi vitu vinakwama, unakuta ndo maana wanakuwa na frustration kwa sababu wanaelewa nini kinawezekana, alafu wanaona kama vile wako wako nyuma au wanarudishwa nyuma, umeona. Kwa hiyo hapa sasa, ndo unakuta Gen Z wanakuwa wanawahi ku react na nini na nini, na wanataka kutafuta changes, na hii ndo maana anasema kwamba point hii ndo unaweza ukasema kwamba hii ndo sababu kubwa ambayo naweza nikasema kwamba Gen Z wanaweza kubadilisha Afrika lakini changamoto ni kwamba taarifa nyingi ambazo wanazitafuta pia, kwa sababu mitandao sasa hivi imekuwa saturated sana, taarifa nyingi unakuta sio sahihi. Kwa hiyo kizazi hiki pia kina ile issue kina, kina ile issue ya kwamba kuchanganywa kidogo, umeona kwamba kuna kuna sawa, wanatafuta maarifa wanajua nanini, lakini wako, wako prone, kwa kwa fake news na vitu kama hivyo, kwa wanaweza wakawa wanaweza wakawa hyped kwa kitu ambacho sio real au wakapotoshwa kirahisi kwa sababu kama watu wana busy vitu online, online, online. Tunajua sasa hivi kumejaa vitu ambavyo sometimes sio sahihi. Umeona haya mambo ya deep fake, mambo ya nini, ya nini. Wnye na, na, na, eh. Uh, wa, wa, wa kusambaza au ku, kupata uelewa ambao sio sahihi. Na wengine wanaamini sana, yani jenzi kwa sababu sasa wanaishi online. Eh, wanaamini zaidi influencers kuliko yani sometimes hata wazazi wao na nini. Na sisemi kwamba yani wazazi wako ndio inabidi uwaamini. Lakini ile kwa utamaduni tu tunajua kwamba ile ha, wazazi kwamba ni kama vile wana kuguide. Lakini pia kuna ile tu general watu wazima katika nani, ile katika familia ambazo labda wana wisdom fulani, kujifunza kutoka kwa watu wenye experience. Kwa, kwa jenzi wao, influencers ndio wao, na na katika katika kwa, kwa wao, wao ambao wana wana wanabeba uzito mkubwa na hawa influencers. Of course, wapo influencers ambao wanafanya vitu vizuri kabisa na wana guide watu au au ajenzies kwenye uh, direction nzuri. Lakini pia wako influencers ambazo, ambao ambao focus yao ni hela tu na na kuwa na following kubwa. Kwa hiyo ni rahisi wao ku kuwa ku, kuambia followers wao hata vitu ambavyo haviko haviko sahihi au vinaweza vikavika vikawa uh, vika ya unaona yani mtu anaweza kaenda au jenzi anaweza kaja akaacha kazi kwa sababu kuna mtu online amesema tu, oh bana, you have to quit your 9 to 5. Unajua kuna ile kwamba, eh kazi yako hiyo ya kwenda kazini asubuhi hadi jioni, mimi ona kuna wale influencers wanasema, mimi ona nimeacha kazi yangu, ona nimefanikiwa. Umeona, inawezekana kweli, inawezekana kuna shughuli ambayo ukifanya ukiacha kazi yako na ukafanya ukafocus ukafanikiwa, lakini kuna ile watu wengi sasa wanafuata tu ile, anaenda anaacha kazi umeona kwa sababu, ame amesikia kwa kwa, kwa, kwa influencer fulani. E, kuna kuna, kuna, kuna jamaa yangu mmoja hivi ambaye yeye sio Gen Z hivyo, kwa sababu ana miaka 35, lakini anajitahidi ku anasema yeye ni anafundisha kuhusu maisha si nini na nini, kwa hiyo sasa ana ndo hivyo anawa kwenye ametengeneza ma group WhatsApp, yuko na hao majenzi jenzi. Sasa yeye mwenyewe ndo anawaambia kwamba bana, inabidi mkuiti 9 to 5, usijitegemee si nini. Lakini yeye mwenyewe anafanya kazi full time, umeona. Anafanya kazi full time na nini na nini. Kwa hiyo, kwa hiyo inabidi kuwa makini, hizi taarifa unazitoa, unazitoa kwa nani? Umeona. Ndo hao hao jenzi kidogo wako, wako prone na hiyo kitu. Sasa uhuru wa fikra, ndio maana nasema uhuru wa fikra inabidi tu katika kujiuliza, ndio maana hii episode inasema kwamba bana Je, yeah, ni faida au ni ile ndo kwamba inaweza ikawafanya ika wajenzi wakawa e, wakapotea umeona. Uhusiano wa jenzi na vizazi vya zamani tukiangalia, kuna mvutano mkubwa umeona, jenzi na vizazi vya zamani, kuna ile vizazi vya zamani wanaona kama vile wao wana busara zaidi kama wao yani kwamba wa, unaona yani kwamba wao wanaweza kufanya mambo ya kwa utulivu zaidi, umeona. Wanaona kama wavijana, wana adabu, wana vijana hawana adabu, wanasema vijana E, waovyo na vitu kama hivyo yani umeona, lakini kiukweli na jenzi na wenyewe wanavuta wanaona hawazee bana, hawataki kubadilika umeona, ambao kitu tu ni kweli wazee wengi, watu wengi, ni vigumu kukubali changes, kwa hiyo kuna mvutano umeona. Lakini ukweli ni kwamba kila kizazi unajua kina, kina nafasi yake, na inabidi wazee au watu wazima au au sisi millennials na nini tutumie hekima kukubaliana kwamba jenzi wana ubunifu fulani hivi, na inabidi sasa sisi pia tukubaliane kwamba zile challenge ambazo tulikuwa hatupewi zamani ambazo tulikuwa naweza ukaburuza, bruza watu tu au ukafanya vitu fulani ika ikapita. Inabidi ujue kwamba Gen Z hawataweza hiyo kitu, kwa sababu ukishawaelewa namna walivyo, inabidi uelewe population au, au kizazi ambacho kipo ili uweze kwenda nacho salama. Kwa hiyo inabidi, kuna vitu ambavyo sisi watu tunasema vizazi vilivyo tangulia kama millennials na, na, na, na, na wazee kujifunza kutoka kwa Gen Z. Um, kwa sababu kuna mabadiliko ambayo ni positive kutoka kwao, lakini pia na hakika kuna vitu fulani ile ambavyo pia Gen Z wanaweza wakajifunza waka kutoka kwa vizazi vivyotangulia. Kwa hiyo vivyotangu, Afrika haiwezi kusonga mbele ukiangalia kwa vizazi hivi viwili kama vina, vina, vina, vinapingana ila, ila ni hivi vizazi viwili vikifanya kazi kwa pamoja, kwa sababu vyote kila kizazi kina, kina power yake ambayo kizazi kingine hakina, umeona. E, wazee wajiwafundishe vijana, vijana wawaboreshe wazee wazee, wazee wawe connected na vijana au namna hizo, na, na, na, tuseme vizazi vilivyopita lazima vi E, vichukue yale mazuri ya hiki kizazi ambacho, ambacho kiko, na kujifunza kutoka na kutoka kwao. Ile tu kuwa dismiss moja kwa moja kwamba hawa ni vivivu, hawana, si nini nini nini, haiwezi kusaidia kitu. Kwa sababu kumbuka hawa, hawa ndo future baadaye, hawa ndo wazee wa baadaye, maana hawa wenyewe wengine mtaondoka sijui nini nini, lakini hawa sasa baadaye watakuja, na baadaye Gen Alpha ndo na wenyewe watakuja tena baadaye watatake over. Kwa hiyo ile kuwa, kuwa, kuwa dismiss tu moja kwa moja haiwezi kusaidia. Kwa hiyo mimi naona kwamba kabisa kwenye swali kubwa lile ambalo kwamba, je, Gen Z watabadilisha Afrika kabisa? Mimi nakwambia Gen Z watabadilisha Afrika, na na mimi nadhani kwamba sio kwamba vizazi vya nyuma vijabadilisha hapana, ni kwamba vizazi vya nyuma pia vimebadilisha Afrika, vizazi chetu vimebadilisha Afrika kwa namna moja nyingine, kuna vingine vimebadilisha Afrika, kizazi cha nyuma cha hapo, inawezekana kama kwa Afrika sasa, kizazi kile cha boomers, watu wenye miaka kuanzia 60 huko kwenda huko nyuma, wengi wameturudisha sana nyuma, si yani, japo ndio walio vizazi vya nyuma, vizazi uhuru na vitu kama hivyo lakini ndo rushwa na hatua na nyingi ambazo tumekwama imetokana na wao kwa, kila kizazi kina mazuri na mabaya, lakini pia, awo, jenzi inabidi wenyewe pia wajiangalie na waamue kubeba majukumu umeona? Wataamua kwamba kutumia teknolojia kwa maendeleo na sio kwa ile tu cloud, kutaka tu ile uwepo online si nini nini. Pia wakichagua waki kujenga mifumo na sio kulalamika tu ile kwenye X na TikTok na nini, yani kushiriki kwa sababu kuna ile ndio, kuna kumobilize, kuna kufanya hivi, kuna kuandamana, kuna kufanya hivi, ndio hizo zote tunajua ni issue ambazo zipo katika nchi kibao, ziko kikatiba na vitu ambavyo sio, ni vitu ambavyo kufanya vinatakiwa visiwe, wala sio sio kosa, ni kitu ambacho kinafanyika lakini kabla yani, ukimaliza hapo unafanya vipi? Kwa sababu inatakiwa kumobilize pia, inabidi aa uh, jen, Gen Z waanze kukomaa sasa hivi, kuanza kuingia kwenye sehemu za maamuzi kuingia kwenye siasa kuingia kwenye nini, ili ili yale mabadiliko yaje yatokee ya kutoka ndani, umeona. ili washiriki kwenye mabadiliko kwa sababu mi na hakika wakiingia wao watapushi ile speed ya, ya mabadiliko hizi um, haya mapinduzi mapinduzi haya tunayotaka, kuna mapinduzi sehemu zingine wanafanya mapinduzi ya silaha mapinduzi ya kuuana mapinduzi ya nini na nini na nini umeona. Um, mapinduzi yako aina mbalimbali, lakini jenz mi naona wana, wana, wana zana zote za kufanya mapinduzi kwa, kwa, kwa elimu kwa teknolojia kwa mitandao na hivi kwa kuelewa na, na, na uelewa mkubwa wa mataifa na kimataifa umeona inachotakiwa tu kwa sasa hivi ni commitment, na inachotakiwa ni generation nyingine kuwapa hawa Gen Z nafasi ya kuweza kutumia uelewa eh, wao au um, issue nini tuseme, a curiosity yao kuweza kuleta hayo mabadiliko kama ambavyo tumeyazungumzia. Kwa Gen Z kama mnanisikiliza, kila kitu mnacho cha kubadilisha Afrika, na mimi nakwambiaje, kama kama kweli lengo lenu ni kuibadilisha Afrika, nendeni mkaibadilisha Afrika, Afrika kwa sababu Afrika inawahitaji kuibadilisha kwa namna moja au nyingine. eh cha msingi tu ni kwamba zingatia kwamba yaani, ni bora kubadilisha mfumo, ni bora kubadilisha eh, ni bora kubadilisha namna ya kufikiria, ni bora ya kuelimishana pamoja na vizazi vilivyopita, umeona eh, na kutatua hizo changamoto, kuangalia je, hizo hizo hizo hizo positive um, at, uh, attributes ambazo mko nazo mnawezaje kuziweka kwenye table huko kwenye meza na kujaribu ku, kuzichanganya na attributes za watu wengine alafu kusonga. Ila mimi mimi nakuhakikishia kwamba Afrika Afrika inahitaji inahitaji strong Gen Z na na Gen, strong Gen Z wanahitaji Afrika, kwa sababu kwa sababu Afrika itabadilika itabadilishwa na Gen Z yani, na hadi sasa hivi tuna, tunaona na sio Afrika tu, dunia nzima ukiangalia Gen Z ndo kama vile wamebeba tochi e, ya mabadiliko ni watu ambao wana wanajituma na wana uchungu na, na vile vitu ambavyo wanaamini, umeona, na wana share hizi taarifa na ni, ni, wa, ni vitu ambavyo wanavijua vinavyoendelea dunia nzima, umeona jinsi waki, wakiamua, mabadiliko yatatokea, lakini otherwise yatakuwa ni mabadiliko ya mtandaoni tu, kwa sababu wao wako wako sana ndo sehemu wanapoishi. Ila nikiangalia vijana wa Afrika leo, umeona pia naona kuna tofauti, naanza kuona kizazi ambacho hakiogopi kuuliza, umeona ambacho ni kitu kizuri yani kabisa. vijana, vijana hawaogopi kuuliza, wanauliza maswali ambayo ambayo sisi tusingeweza kuuliza, umeona. Mimi nishaulizwa na watoto wa dada zangu tu maswali ambayo nilikuwa na hadi namwambia dada yangu nasema, da, sisi haya maswali tusingeweza kumuuliza mtu mzima yani, umeona. Mtu atoa anakuja anakuambia, wewe vipi, kazi yako, unafanya kazi gani? Kwa mfano hivi vitu tulikuwa hata tuulize, alafu anakuambia, kwa nini umechagua kufanya hiyo kazi yani inabidi umjibu. Umeona, aogopi aogopi kubadilika, kwa hiyo inabidi na sisi tuende nao hivyo tuwajibu maswali yale ambayo hata kama ni maswali ambayo ni uncomfortable. Na tukiweza kufanya hivyo tukishirikiana hivyo majibu yao wakipata majibu yao na na na na, na, na kuelewa nini sisi vizazi ambavyo vimepita vinafikiria, wakaweka na input yao, mimi na uhakika ndo hapo ubadilishaji wa Afrika kutoka kwa Gen Z unapokuja, umeona kwa hiyo hii hapa ndo ilikuwa leo kuelezea Gen Z kidogo na kujaribu kuelezea Gen Z kwamba ni, ni wana nafasi gani kwenye mabadiliko ndo um, episodi yetu ya leo. Tunaona kama, kama tunavyoona Gen Z dunia nzima wanakiwasha kwa, kwa hiyo ni vizuri tukajadili tuka ku, ku, kuona kwamba hata um, sisi ambao ni vizazi vimepita tunawezaje ku, ku, eh, kujifunza kutoka kwao au kuwasaidia pia ili hata ayo mabadiliko wanaoyatafuta wanawata, wanawata, yao ni mabadiliko endelevu, ni mabadiliko yenye tija. Umeona bana? Kwao. Mimi ndo Tovuti, hii ndo ilikuwa Mambo Vipi episode yetu ya leo. Gen Z kama kawaida nawapa tano, najua Gen Z ndo mtaipushi episode hii ya podcast kusonga mbele. Kwao, kama kawaida, kama wewe ni Gen Z like hapo, kwa sababu nimekusifieni sana, like hapo, subscribe, najua nyinyi ndo mko online. Kwao, subscribe afu rushia na masela wako, rushia marafiki zako, rushia ya stima mashoga zako, anasema kama kawaida, mi ni Tovuti.